Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Leo nina ujumbe wa muhimu sana kwa yoyote anayesikia sauti hii. Mtu wa Mungu, tupo katika wakati wa hatari, hatari sana. Tupo katika wakati tunaomhitaji Mungu kwa asilimia mia moja. Tupo katika wakati wa hatari. Nina ujumbe wako mtu wa Mungu, nina ujumbe wako wewe ambao umeamini, nina ujumbe wako wewe mwana maombi. Ni muda wa kuingia kwenye maombi, tunahitaji nguvu za Mungu isivyo kawaida. Tuna kipindi takribani mwezi mmoja na siku kadhaa, ambacho tunahitaji kuingia kwenye maombi kila siku, kuombea hivi vitu viwili: kuombea taifa la Israeli kuombea taifa la Irani, kuombea taifa la Marekani, na kuombea viongozi wa hizi nchi tatu. Mtu wa Mungu, kila siku unapopiga magoti kuomba, wapeleka mbele za Mungu mataifa haya matatu. Kuna vitu ambavyo vitatokea ambavyo vitashangaza ulimwengu katika hiki kipindi kifupi ombea mpaka tarehe ishirini na tano ya mwezi wa saba kuna vitu ambavyo vitatokea duniani ambavyo vitashangaza ulimwengu vingine vimeanza kutokea lakini huu ni mwanzo tu mtu wa mungu tupo siku za mwisho tupo siku za mwisho nina ujumbe wako leo ombea mpaka tarehe ishirini na tano Ilivyokuwa tarehe kumi na moja ya mwezi huu, nilipata njozi nikaonyeshwa kwamba katika mwezi huu moja na nusu kuna vitu ambavyo vitatokea ulimwenguni. Vingine vikaanza kutokea baada izra ya siku mbili, Israel wakaivamia Irani. Vingine vikatokea baada ya siku moja, ndege ya India ikapata ajari. Mtu wa Mungu, huu ni mwanzo, huu ni mwanzo, huu ni mwanzo. Tunaingia kwenye nyakati za hatari. Ombea tunapaka tarehe ishirini na tano ya mwezi wa saba ili kukamilisha huo mwezi mmoja na nusu ambao Mungu alinionyesha. Ombea kila siku, ombea zaidi vita vya Israeli na Irani. Huu ni mwanzo, mtu wa Mungu, mambo yanaenda kuwa magumu. Ombea wananchi wa mataifa hayo mawili, ombea waamini walio katika mataifa hayo mawili, ombea taifa la Israeli na rais wake. Mtu wa Mungu, usipuze na Mungu atakubariki. Shea ujumbe huu na mwingine ili tuombe, tuombe, tuombe, tuombe na Mungu atatusaidia na kutuepusha vile ambavyo vinaweza kuepukika. Mungu akubariki sana. Amen.